Sasa kama umemaliza chuo kikuu na hujafanikiwa kupata kazi au kuajiriwa, sasa kuna njia ambayo inaweza kukupatia kipato, nayo ni kuanzisha biashara. Najua tatizo ni mtaji. Sasa mimi nitakueleza biashara saba ambazo unaweza ukaanzisha kwa mtaji mdogo kabisa, ambao huwezi ukaamini. Kwa hiyo nakuomba uwe nami mpaka mwisho, nitakueleza hizo biashara saba na hasa hasa hiyo biashara ya mwisho ya saba ndio rahisi kuliko zote kuianzisha. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola wa Tan Business channel online television. Karibu tuwe pamoja. Biashara ya kwanza ni wakala wa miamala au wengine wanasema ni mobile money. Sasa hii ni biashara gani? Hebu nikueleze. Hapa ninazungumza Mpesa, Tigo pesa E, na kadhalika. Siri la hapa, usifungue kibanda vichochoroni. Pesa ipo kwenye trafiki, tafuta eneo lenye watu wengi, kama stendi ya daladala, sokoni au karibu na vyuo. Mtaji unaweza kuanza na shilingi laki tano hadi milioni moja kama froti yako, na faida inaingia kila unapofanya mwamala, ni pesa chap chap. Biashara ya pili ni ya fast food au wengine wanasema mama ntilie, ni inahusiana na chakula. Sasa ngoja nikueleze kuhusu hiyo biashara. Chakula ni hitaji la lazima, iwe ni chips, mayai, vitumbua asubuhi au wali maharage. Mchongo uko hivi: kama huna fremu, anza na meza ndogo barabarani au pika nyumbani na uuze kwa oda kwenye maofisi. Faida ya chakula ni papo kwa hapo, unauza leo, faida unaiona leo hii hii. Inafaa sana kuwekewa mjini wakati unajipanga. Biashara ya tatu ni kuuza mitumba, lakini ile mitumba ya grade 1. Sasa hii biashara ikoje? Vijana wengi wanapenda kupendeza kwa bei nafuu na mkakati. Sasa usiende kununua beli nzima kama huna mtaji mkubwa, nenda Ilala au Karume kwa hapa Dar es Salaam mapema asubuhi, chagua nguo kali chache tunaziita kamera, hizo nguo zifue, zipige pasi, kisha zipige picha kali na uziuze kwenye Instagram au WhatsApp kwa bei ya faida. Mtaji wa laki moja unaweza kukupa faida asilimia mia moja. Sasa baada ya kuangalia hizo biashara tatu, nina wito hapa. Sisi tunajitahidi sana kusaidia watu wanaotaka kuanzisha biashara mbalimbali, na ndio maana tumeanzisha YouTube channel inayoitwa How to Start Business. Sasa huko tumeelezea mambo mengi tu kuhusu njia rahisi ya kuanzisha biashara, na hasa hasa fokasi yetu iko kwenye biashara za mitaji midogo, lakini zina faida kubwa. Sasa kuna watu wengi wanaangalia, lakini hawasubscribe. Sasa unakosa mambo mengi, naomba subscribe. Ukisubscribe ukuta kitwa na vipindi vyetu, na hii itakuwezesha kufahamu mbinu mbalimbali za kuanzisha biashara ambayo ni ya mtaji mdogo, lakini na faida kubwa. Kwa hiyo ombi langu, subscribe, bonyeza hicho kitufe cha subscription au subscribe. Sasa tuendelee na biashara inayofuata. Biashara ya nne ni ya, nene, ya delivery boda. Sasa hii ni kitu gani? Sio bodaboda wala kubeba abiria hii, hii ni delivery kwa kutumia bodaboda. Sasa sikiliza nikueleze, kama una baiskeli au pikipiki, usikae kijiweni kusubiri abiria tu. Furusa iliyopo ni ingia mkataba na migahawa au maduka ya nguo mtaani kwako, waambie wewe utakuwa unawapelekea mizigo wateja wao hii inakupa uhakika wa pesa kila siku kuliko kutegemea abiria wa barabarani pekee. Namba tano ni huduma ya laundry au kufua. Unaweza ukafanya hii biashara ya kufua, najua kuna wengine wanaogopa maana mambo ya mitaji. Sasa sikiliza nikueleze, hii ni dhahabu iliyojificha, hasa maeneo ya vyuo au kwenye apartments za wafanyakazi. Watu wako bize hawataki kufua. Sasa mtaji, mtaji unahitajika ni maji, sabuni na pasi tu. Anza kwa kutangaza mtaani kwako kuwa unafua na kunyoosha nguo. Unaweza kuwafuata wateja nyumbani kwao na kuchukua nguo chafu na kurudisha zikiwa safi. Gharama ni ndogo na faida yake ni kubwa. Namba sita ni wanasema freelancing, kwa hasa kwa wale watu wenye elimu ya kidigitali. Hapo unaweza ukafanya biashara nzuri. Sasa sikiliza, ni kueleza wewe ni msomi, unatumia smartphone, kwa nini usiitumie kuingiza pesa? Jambo la kufanya, kuna watu wanatafuta waandishi wa CV zao, wasimamizi wa kurasa za Instagram zao au hata graphic designers tumia mtandao kutoa huduma hizi. Mtaji wako hapa ni bando pamoja na ujuzi wako ambao unaotumia una una hii inatosha. Namba saba, ambayo nilikwambia kwa awali, ambao ndio rahisi kuianzisha na ni muhimu sana, ni kuuza bidhaa kwa mtandaoni kwa mfumo wa reselling, yaani bila kuwa wewe na stoku ya hiyo bidhaa. Sasa ni kitu gani hicho? Sikiliza ni kueleze. Hii ndiyo so, ile niliyosema ni rahisi zaidi. Jinsi unavyofanya kazi ni kuwa nenda Kariakoo kwa wale wa Dar es Salaam, kwa wauzaji wa jumla wanaouza viatu, mikoba, saa na kadhalika, piga so, so, picha so, za bidhaa so, zao so, kwa ruksa zao, so, akishakubaliana so, so, posti hizo picha kwenye WhatsApp status so, au kwenye Instagram Mteja akilipa ndipo unaenda kuchukua mzigo na kumtumia. Faida huna riski ya kukaa na mzigo uliododa, na huna kodi ya kulipia fremu. Kwa hiyo hii ni biashara ya mtandaoni ambayo inajulikana kama reselling, na huhitaji stock. Naona nimekueleza hizo biashara saba na tunaelekea ukingoni, ukingoni wa kipindi chetu labda, lakini kuna mambo mawili hapa nataka kukueleza. Kwanza ni kuwa ukitaka ufanikiwe kwenye biashara inabidi uwe okay. na nidhamu nidhamu okay. kubwa hasa nidhamu ya utunzaji wa fedha, hiyo ni moja okay. na jambo okay. la pili ambalo nilikuwa nataka okay. kukwambia ni kwa kati ya hayo mambo saba ambayo nimekuelezea, unafikiri ni lipi limekuvutia sana, ambao unahitaji maelezo zaidi? okay. Sasa okay. kama hivyo niandikie okay. na mimi nitakusaidia kukupa ma, maelekezo zaidi E, lakini pia ni kuwa kama kuna biashara ambayo umeona ina changamoto kati ya hizo saba, inahitaji msaada kutoka kwangu pia niandikie, alafu mimi nitakushauri. Ukiniandikia nitakujibu mara moja. Naona tuishie hapo, na mimi ni mtangazaji wa kipindi. Asante na karibu tena kuanzisha biashara